That government... ninafahamu kwamba serikali ya jenerali Museveni hujibu kila jambo kwa kutumia vurugu, inayakabili maandamano kwa vurugu, kama ilivyofanya mwaka elfu mbili na ishirini tarehe 18 na 19 Novemba. Lakini pia ninafahamu kuwa hata tawala zenye kutumia nguvu huangushwa hatimaye kwa maandamano. Hatukuahidi faraja, wala hatukuahidi kwamba hawatatufanyia vurugu, lakini tumesisitiza kuwa wananchi wetu wanapaswa kuwa wasio na vurugu kwa sababu tunajua kuwa njia siyo ya vurugu huishinda vurugu. How Je, nafasi yetu ya ushindi ikoje? Bila shaka tunashinda uchaguzi. Je, tutachukua madaraka? Hilo si swali letu sisi, ni swali la wananchi, ni swali la jumuiya ya kimataifa na pia ni swali la Jenerali Museveni ambaye anashikilia madaraka kwa kutumia bunduki. Ninaamini kwamba msaada wowote unaotujia ni wa muhimu. Hata hivyo, msaada huo haupaswi kuwa wa kuja kuiteka nchi yetu. Ndio maana ninaamini kwa dhati kwamba jukumu la kuikomboa nchi yetu kuiongoza na kuipeleka mbele liko kikamilifu mikononi mwa wananchi wa Uganda, with the people of Uganda.